Na mtazamaji, polisi jijini Nairobi wamemkamata mtu mmoja kwa kuhusishwa na uharibifu wa sanamu ya Dedan Kimathi. Na sehemu ya sanamu hiyo iliyo katikati mwa jiji la Nairobi imewachwa bila kichwa katika hatua iliyowashangaza Wakenya, tukio hili likifuatia picha za mshukiwa aliyoonekana kwenye mtandao akitembea na sehemu ya sanamu hiyo jijini kabla ya kukamatwa kwake, na polisi wanaendelea na uchunguzi kabla ya kumfikisha mshukiwa mahakamani. Na sanamu ya Dedan Kimathi pia iliharibiwa wakati wa maandamano ya jenzi tukaona kwamba jamaa amebeba gunia ambalo ni kubwa sana, na tukawa na hamu ya kutaka kujua ni kipi kiko ndani ya gunia ile. Ah, tulipomfuata kweli tulipata kwamba amebeba kijigunia ambacho kilikuwa na sanamu, mojawapo wa sanamu ambayo ni ya ukumbusho e, katika eneo hili, ya Dedan Kimathi, mpiganaji mmoja wa uhuru wa Maumau tulipoanza kumuuliza maswali kwamba ni vipi ume, ume, umepata sanamu hii, akaanza kidogo kuwa mjanja ya kwamba nimeiokota, nime ikiwa chini, na sisi tunaelewa kwamba sanamu